Poto burumia kwa mia haleluya na hafu ndi utuko, ati ii nikuja hapa alini sapoti ile tim ingine. No, hawana jenda, hawana sera, hawana peso <laughs> <laughs> au ni masanguenya nyambi vunya likuwa vusia mwana vusia nani? Nani? Nani? Walichukua gun zote Nairobi. Nani mwana Busia alikuwa hapa? Nani? Nani alikuwa? Wale ndio wao ODM, ODM alikuwa huko. Ama ni wakora alichukuliwa. Wale Sifuna ni wao. So watu wa ODM wa Busia. Asanteni sana. Ama kutoka

Jali meenda madamano hadi unga kutoka 250 hadi 300, hadi kwa nijani, mutu mwenye amekomaa kihivi, anasema hapa, hadi kwa bahati mbaya, hadi Ruto aende, hadi Kindiki kwa duty, kumbafu wewe, kwa hiyo kupimana hapo bwana, hakuna mutu mjenga,

Ni uburu, ni uburu, ati mtu wewe kiongea, wewe ukifikiria ati kwa saa hii saa hii, atumechukua ODM umepea vijana, itakuwa bona? Chukua ODM pea vijana, ODM itakuwa okay. Pia hawa wanaangalia wa, wa, matumbo zao sio nyinyi, wameandika nani kazi?

ana <manyi> <manyi> hapa, hakuna mtu mjenga. Na kama wote wako kwa serikali, tafadhali, kama ujue serikali ni nini sitatuk. Tunajua ingia kwa serikali leo na utoke kesho. Ujue tu siku e moja tu peke yake, atatuungane sisi na nyinyi, atutoe Ruto. Poleni, siwajalia tuko hapo. hatuko sema wewe huko sisi hatuko. Mimi niko tuungane na wale. Tutoe Ruto. Hapana. <tipata> <laughs> Si Ruto na peana kazi sio Ruto. Ni Mungu. Omba Mungu. Omba Mungu, wachana Ruto. Si Ruto na peana kazi. Ruto ni, <tipata> ni mtu kama wewe tu, anapumua kama wewe. Enda kwa nyumba yako, piga magoti. Omba Mungu. Mungu. <tipata> <Tata, luto. tipata> Sio Ruto ni wa utaki wewe, utaki kazi wewe.

Na hii mambo ya kwenda nyunya za kutupima kitu tafadhali. Sifuna. Ongea kwa mdavadi. Wetangula. Natembea. Wachana sisi kabisa. Hapana. Kuna pati mingi zimemezwa. Mbona huko naongea? Ni ODM mtu. Enda enda enda nini? Oh uko Mount Kenya. Ruta kameza Jubilee. Awe ongei. Ruta kakula Jubilee kakula kakula katuba sahi kuglu. Yatu ongei. ODM tu. Boko ni kuye kodi mjana. Apana. ODM kuna wenyewe. Muwezi chukua muwezi. Bora yule ambia vijana. Bwana poleni. Amuna chukua ODM muwezi. Amusukui Rana akasikwa akawekwa ndani akateseka. Nani? Uburu alikuwa ndugu yake anakuwa anapeleka chakula. Ulikuwa wapi kwa Sifuna ya mama yake? Hakukua Rana akateseka peke yake na Uburu. Ati hiyo party ni mbaya. Bwana hiyo party ni yetu. Na hapo ndaye tuko. Na tunapibana. Hiyo party kuna wenyewe na ni wazee. Na kama wewe ni kijana, tafadhali, tangaza party yako ukituona. Pika sisi. Leteni hiyo mnataka sijui ni ni ni mataa ni nini NDC. Leteni. Asimulete. Kupanga lain.

ODM miko. Ala kato na lala ya. Ni hiyo. Na atuendi kwa mandamano mtu ya ODM ni... Hakuna mandamano tunayendo sisi. Mandamano tulimaliza. Atuendi. Tuende mandamano. Raila fufuki. Twende. Ndiyo nini fanyike? Twende mandamano nini euh, fanyike. Atuendi mandamano. Atuendi bwana. <tous> atuendi <asking? tous> mandamano sisi.

Na vijana wacheni mwache vitini. Hata kiona kijana wake amekula kitu. Hiyo kitu ni mbaya. Tutam. Hapo na bwana hapa ni tutam. Hapa kuna wanja. Bwana hapa bwana ni tutam. Penye Raila mringa alituwacha hapo tutotoki. Raila ni mjinga. Atuwezi kwa serikali. Kwa nini hakuna jua?

Sakaja, wewe na unaenda nyumbani hapo na Nairobi, tusitanganane Nairobi. Ni one time Nairobi, Sakaja. Oh, hakuna kitu jamaa anafanya yeye, Babu, watoto wasifu, hakuna kitu anafanya. Babu ni mtoto wetu, na tuko na mpango, lakini sio hapo. ni wewe ni oh, tusitanganane hapa, nazipimane Si no, na sio tunapenda Babu, sina kilaina na tukuna na target kwa Babu. <ya> ni mtoto wetu. <laughs> ni mtoto wetu <laughs> <ni mutoto> <laughs> na kila kitu inakuwa na time yake, yake. <laughs> <laughs> na Babu pia ako strong yeah, yeah. Yeah. Yeah. Lakini kwa saa hii yeah. bado kuna uburu body yeah. So Babu Owino ni mmoja, tunakupenda zaidi. So kuja tu hapa kwa uburu

Wapi? So, penye vya chezi peke yake ni Sakaja home peke yake na MC hapa.